Yaani Mungu akituita natupatia kusudi, anaweka lile kusudi ndani yetu ili lile kusudi tukilitimiza, anatupandisha viwango vingine, anatuinua kwenye viwango vingine, anatupeleka kwenye heshima ya juu kuliko heshima tuliyokuwa nayo. Wapo wengi katikati yetu kabla wajaokoka walikuwa watu wa kawaida, lakini walipokutana na Mungu, walipojitoa kwenye kuhubiri injili, Mungu amebadilisha maisha yao, na kuna wengine hawajaona, lakini baraka zinakuja. Mungu anakwenda kubadilisha maisha yetu kwa sababu ya miguu yetu inayopeleka injili. Kwa hiyo natangaza, tusichoke kupeleka injili, tusichoke kuhubiri, tusichoke kusapoti injili kwa pesa, tusichoke kwenda kwenye mikutano, tusichoke kuombea mikutano, tusichoke kuimba, tusichoke kuomba, tusichoke kuabudu. Ipo siku Yesu atatupanguza machozi, Yesu atatupanguza machozi. Yesu atatufuta machozi, atafuta machozi. Tuhubiri injili ya Yesu Kristo hadi atakapokuja. Sema kwa sana, Bwana Yesu apewe sifa sana, heri miguu ipelekayo injili. Hii kazi tulioitiwa na Mungu pia ina ugumu wake, sio kazi nyepesi kivile, wokovu sio tambarare. Kama vile niko nasikia watu fulani wanasema, ukija hapa utaenda Marekani utafanya nini, hakuna shida, lakini wokovu unahitaji kujitwika msalaba na kumfuata Kristo, sio kitu chepesi, sio kitu chepesi. Hii kazi tuliochiwa na Mungu sio kazi nyepesi, ina makorongo yake. ina makorongo yake, na mara nyingi tunapopitia makorongo ya kwenye utumishi, huwa mara nyingi maadui wanafikiri ndo ndo mwisho wetu pale. Kwa hiyo adui anafikiri hapo ndo utaz, utakufa utazama na hautakaa uinuke tena. Mungu anaruhusu ana, ana, ana, ana makorongo yawepo kwenye maisha yetu ya kiroho sababu Mungu anataka atupe ushuhuda. Biblia inasema walio na mwana wana ushuhuda. huwezi kuwa na Yesu bila ushuhuda. Kuna wakati Mungu anaruhusu upitie mapito makubwa magumu, tena ya aibu, sio kwamba utafia kwenye mapito. Ni mapito, mapito manake ni kitu kinachopita, kina mwanzo kina mwisho wake. Lengo la Mungu, baada ya kutoka kwenye yale mapito, Mungu akupe ushuhuda. Pokea ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe Ushuda. Hii kazi tunayoitumika hii kazi ya Mungu sio kazi rahisi sana, tusingekuwa tumeitwa na Mungu, kama tulishaka iacha zamani. Hii kazi ni ngumu sana, kama tulishaka iacha zamani. Hakuna kazi yenye mateso makubwa kama hii tunayoitiwa na Mungu, na huku Mungu anatuambia tuvumilie mpaka mwisho. Hii kazi ni kazi ajabu sana, kazi ambayo tunaonekana mbele za watu kila siku na kila mtu anakunyoshea kidole anavyoweza, kila mtu anasema anachotaka kuhusu wewe, lakini Mungu anatutaka tuvumilie, kwa sababu hata ukifanya namna gani hauwezi ridhisha watu wote. Fanyia Mungu aliyekuita kuna kati watu wanaweza kututukana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sisi tukiangalia aliyetuita tunang'ang'ana na aliyetuita. Hatufati maneno ya watu, tunafata maneno ya aliyetuita. Bwana mzee umetuita kwa kazi hii. Tufanye nini tena? Ndio maana nataka niseme kwamba kila mtu ameitwa kwenye eneo lake. Samsoni aliitwa kupiga watu. Ndio kwa wito wa Samsoni kupiga. Kazi ya Samsoni ilikuwa kupiga watu. Akiwa amelala akishtushwa tu kwenye usingizi. Samsoni, Wafilisti wanakuja, anaamka na anaanza piga. Hakuna mahali katika Biblia ambapo anasema Samsoni, Wafilisti wanakuja nawambia, subirini kwanza nipige nipashe misuli ndio niende ni nipigane. Ah ah, alikuwa tayari kwa vita. Hakuna popote anasema Samson, Wafilisti wanakuja subiri kwanza nipige push up nipige ni, nipashe misuli ndio nakuja hapa. Alikuwa tayari kwa vita na wakati usiofaa, mchana na usiku, usingizini, yuko tayari. Ukimwambia tu Wafilisti wanakuja, anasimama na naanza piga. Kanisa, Mungu ametuita kuwa tayari wakati wote. Ukiona mtu wa visingizio visingizio kila mnapomhitaji kwenye kwaya yeye ye ana visingizio, kila mnapomhitaji kwenye ibada yeye ana visingizio, kila anapopangwa ana visingizio. Huyu mtu hajui anachokifanya kila aliokoka aseme amina kubwa sana watu. Wa Mungu hawanaga wa visingizio, watu wa Mungu wako tayari, tayari kila saa, kila dakika, kila wakati, kila sekunde, tuko tayari kumtumikia Mungu. Yusufu alikuwa na, na, naotaota mandoto alikuwa mtu wakuota mandoto. Hakuna popote ambapo Yusufu anapewa ndoto anasema, subiri kwanza ni, niende kwenye maombi ndakuja. Anapopewa anafanya. Mtu pekee ambaye katika Biblia alipewa ali, ali ndoto na mfalme Nebukadneza akasema wampe muda ilikuwa ni Danieli. Danieli alikuwa sio karama yake hiyo. Danieli alikuwa amerisi hizo ndoto. Danieli, ni mju, alikuwa mjukuu wa Yuda. Yuda alikuwa mtoto wa Yakobo. Yakobo alizaa watoto kumi na mbili. Mtu aliyekulaka hela wakati Yusufu anauzwa, wakati ndugu za Yusufu wanamuuza kwa Wamisri, aliyekula hela zilizouza Yusufu alikuwa ni Yuda. Kwa hiyo damu ya Yusufu ilikuwa juu ya Yuda. Sasa kwa sababu damu ya Yusufu ilikuwa damu ya baraka, Yuda karisi baraka za Yusufu. Kwa ile roho iliyokuwa ndani ya Yusufu ya kutafsiri ndoto, ikaingia pia ndani ya Yuda na kizazi chake chote. Ndio maana Danieli ambaye alikuwa mjukuu wa Yuda alipoambiwa tafsiri ndoto ya Nebukadneza, Danieli akawambia nipeni kwanza muda, kwa sababu ile karama haikuwa ya kwake, ilikuwa karama ambayo amerithi. Sasa sisi tuliokoka tuna vitu ambavyo tumezaliwa navyo, Mungu ameviweka ndani yetu. Biblia inasema alituchagua kabla misingi ya dunia haijakuwepo. Mungu alijua kwamba wewe utakuwa mwimbaji, Mungu alijua kama mimi nitakuwa mhubiri, Mungu alijua kama baba atakuwa askofu, Mungu alijua kila kitu. Tulichaguliwa kabla misingi ya dunia ya kuwepo, Mungu akaweka roho ya injili ndani yetu. Sasa hivi hatuna muda wa kupoteza, tuko tayari, wakati unaofaa na wakati usiofaa. Iwe asubuhi, tutahubiri injili, iwe mchana, tutahubiri injili, iwe jioni, tutahubiri injili, iwe Jumamosi, tutahubiri injili, iwe Jumapili, tutahubiri injili. Hakuna kitakachotuzuia kuhubiri injili, maana baraka zetu zipo katika injili. Mtaji wetu ni pale tunaposimama mbele za watu kuwaambia habari za Yesu Kristo, wanapookoka mbingu inatiki, msawabu yetu inaongezeka. Piga makofi na vigelegele mbele za Bwana. Mungu akuambukize roho ya injili, pokea roho ya injili, hamu ya kuhubiri injili. Sema amena kubwa sana. Siku moja anamalizia na mfano huu, nilikuwa nimesafiri mahali fulani sasa nika nasikia hamu ya kuhubiri, nilikuwa ndani ya meli tunasafiri, tutasafiri usiku kucha mpaka asubuhi. Naangalia watu mle wanakula na kunywa, watu wanakunywa wanacheza muziki, nasikia hamu ya kuhubiri mule ndani. Nikaingia magotini, nikaambia Mungu, huu mati wote watu waliopo hapa nifanyie wepesi ili ni ubiri njili ndani ya imeli sema mimi nakubwa sana. Baada ya kuomba nikaingia kwenye chumba kanisa ambalo ilikuwa limealika waliponialika walinikatia tiketi wakaniwekea chumba mahali ambapo nitalala mle ndani ya meli, sababu ni safari ya usiku kucha. Sasa mule chumbani tukaingia tukalala mimi na mke wangu tumekaa mule ndani, mtu mmoja akaja kubi, kubisha kwa nguvu kwenye ile mlango, nikasimama nikafungua, akanionyesha tiketi akaniambia kichumba, namba ya chumba iki chumba ni cha kwangu. Na mimi nikamwonesha tiketi na mimi chumba ni cha kwangu. Maana chumba kimoja tumelipiwa tiketi, tumenua tiketi watu wawili na chumba kimoja. Sasa mimi ndio nitangulia kuingia mle ndani. Na yeye alipoingia hakuja pale chumbani yeye ndakaa sehemu nyingine kwanza. Akijua atakuja kulala baadaye. Sasa ula, ula wakati tunabishana mimi na mina yeye, mimi namwambia kichumba ni cha kwangu. Sasa yeye alikuwa mwepesi wa hasira. Akanirukia, "Kofi, kofi." Ah, najiangalia niko eh, napigwa. Kofi, nasikia hasira inaniingia, maana mimi nilikuwa bondia zamani. Natamani na mimi nirudishe lakini nishafungwa kwa kamba za upendo. Yaani nahisi na kama vile malaika na nibana mikono nisirudishe, maana nilikuwa natamani nimpe ngumi moja ya kwenye meno ili baki ushuda kwake, lakini Mungu ananifunga tu. Sasa napigwa tu kama kiko, king'ombe fulani hivi. Mke wangu anasimama, "Unampigia nini?" Mimi namzuia mke wangu. Kidogo vinajiangalia damu inatoka kwenye ni mapua. Afa, ananiambia toka chumbani. Nilikuwa nasiendelea kupigwa. Nikamwambia mke wangu, tutoke tutoe vitu. Tukachukua vitu vyetu tukatoa nje ya chumba kile. Akaingia yeye. Sasa kulikuwa wale ma, mafundi mekanika wale wa kwenye meli wameona kisi niko napigwa. Nasirudishi kitu. Sio mwana nipiga kwa kofi. Kofi kabisa ile kofi ambayo imeenda shule. Pa, unaona una, una ma, manyota zinapita machoni hivi. Piga kichwa eh. Sasa naona aibu mbele ya mke wangu anaoisi ninavyopigwa. Nataka na mimi nionyeshe kama na mimi nimepitia mafunzo kidogo, lakini kwa kuna, kuna shida. Nikamwambia mke wangu toa vitu. Tukachukua vitu tukatoka, tukakaa nje, yeye akaingia chumbani. Sasa mule ndani ya meli kuna ma TV kama hizi ndani ya meli. Ndio wanaanza piga nyimbo za waimbaji mbalimbali, wanafikia wimbo wa mke wangu nao wanapiga pale kwenye kwenye TV ndani ya meli. Kwenye ule wimbo na mimi nimeonekana niko na pita pita, nacheza cheza kidogo. Mtu mmoja akasema sinema chizungu hivi siko pale nyuma na mume wake, wake uko pale nyuma kweli. Yeye wako umwe ule fundi mekanika kapita pale anamwambia, si alikuwa anapigwa? Ule mume wake alikuwa anampiga huko ndani ya meli, walimpiga yeye eh. Mama mmoja akatoka kuja kuuliza ilikuwa namna gani hadi nimefikia tua. Mimi ni bishop na mimi ndio tunavuma, muli ndani ya meli, nyimbo zenu zinapigwa, muli ndani, tunavuma, muli ndani. Mungu akuvumishe na wewe katika jina la Yesu. Unavuma macho ashakuwa mekundu umepigwa, unavuma ndani ya aibu. Ndio ile fundi akamwambia sasa alikuwa anapigwa. Ndio ananifuata watu sasa kuja kuuliza nilipigwa kwa nini. Mimi nawaambia hapana, waliokosea wa ni waliotukatia tiketi. Chumba kimoja wameuza tiketi mbili. Mimi ndio niliwahi kuingia sasa huyu amefika hakutaka kunisikiliza, amenirukia, kaanza kunipiga. Amekupiga eh. Bishop umepigwa ndio sawa, aisee nimepigwa, nimepigwa. Aliyekupiga ni nani? Nikaambia, iko hapa, alenipiga, nikatoka. Maki ndio naye ashapandisha ashapandisha misuli, anasema wezi pigwa. Mimi niko hapa, nikaona, nikimkataza, sijajua kilichomleta pale. Mimi nikawapisha, ili waoneshane ujana huko namna gani. Ndio naye akafungua vile vile, liligongea kwa nguvu, naye akagongewa hivyo hivyo, akatoka, akavutwa mbele, kichwa, ngumi ya kushoto, ngumi ya kulia, goti eh. Wale mafundi wote wa, wa, wa meli wale mafundi mekanika mle walikuwa mlindani wote, wakasimama, unapiga mtumishi, unapiga mtumishi walimupiga ule jamaa, damu zinatoka kwenye meno, damu zoki. Mpaka nikaona watakuja kuua mtu humu ndani kwa ajili yangu, ikabidi nirudie pale kwenda kuamua kwamba wasimpige, msimpige, samahani msimpige, mimi niko comfortable huku niliko. Na yeye mwenyewe akasema, hapana, mimi namwachia kichumba. Lakini sasa so unaacha chumba, meno haipo tena, damu zinavuja. Mimi nikaingia chumbani nikajilalia zangu, akaenda kaka nje pale. Baadaye wanatuita mule ndani, kumbe Mungu alikuwa anataka tufanyie propaganda ya kutolewa sadaka. Haleluya! Meli yote watu wanaweza toa sadaka sasa. Mle ndani ya kunipa pole, Bishope pole, umepigwa na iki mulevi, ni kijambazi pole. Wananitolea pole, mi naangalia pole, zinaja ukote pole baba, nami ndo nikazidi kuregea. Wananipatia pole nami nikazidi kuregea. Niliposimama kuhubiri dakika 15 waliokoka watu zaidi ya 30 ndani ya meli. Mungu alitengeneza njia ili injili iingie mule ndani ya meli, na isiingie bure na sisi tupate sadaka mule ndani ya meli. Haleluya. Baadaye sasa yule jamaa naye alipoona kumbe alinipiga na alipiga bila kujua kama amepiga askofu. Wakati mimi nita watu wakuja kutubu, yeye ndiye alikuwa wa kwanza pale anapiga magoti. Sasa nilivyoona jamaa anapiga magoti kakumbuka ushindo shindo ya kile kikofi alivyo ni. Nilikuwa naomba niko nafungua macho, asija karuka na ngumi nyingine, nikwambia Baba katika ee, siku hizo ninakushukuru, mguu mmoja uko mbele mwingine, ile akiruka ni, banei, ni, ni ni sepe zangu. Mungu akatengeneza mazingira ya injili. Kuna vita vingine ambavyo vinatokea kwenye maisha yako, Mungu hana nia kukudhalilisha, Mungu anatengeneza mazingira ya injili. Kuna mtu anakuonea, anatamani umujibu. Atakapoona unanyamaza nyamaza, atajua mtu ana hekima huyu, ana hekima huyu, sio mtu wa kuchezea. Kuna mtu mwingine anakuchokoza chokoza, anataka useme neno ili apate la kusema. Atakapoona unanyamaza nyamaza, injili imeingia ndani yake. Mungu akutengenezee njia ya injili! Piga makofi na vigelegele mahali hapa. Mungu akutengenezee njia ya injili.